Yo, shirikisho la mpira la Zanzibar ZFF ebana limepiga marufuku kwa klabu za mpira ebana kwenda na uwanjani na vikundi maalum ambavyo vya kucheza ngoma, aidha ni wanawake lakini pia wale ambao wanacheza wakiwa wamevalia vijora wale ambao ni kanga moko na watu ambao wanaonyesha maumbile yao. Sasa ZFF wameweka bayana, lakini pia wametaka kwamba klabu yoyote ambayo itahusika kuleta vikundi hivyo basi vikundi hivyo vitazuiliwa visiweze kuingia uwanjani. ZFF pia inatoa angalizo la kuweza kuchukulia hatua kali stahiki kwa mujibu wa utaratibu ambao umewekwa, na timu zote mbili ambazo zitakuwa zikiendelea kumeng'enyana pale kwenye uwanja wa New Aman Complex, ambapo itakuwa ni mechi ya tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025, ambapo Simba Sports Club wataenda kumkaribisha RS Berkane kutoka Morocco katika mkondo wa pili wa mchezo wa fainali so kwako wewe ambaye upo mazingira ya pale, lazima uamini kwamba e, kama ukiingia e, ni shabiki basi hakikisha kwamba nguo zako zinakuwa kidogo zina staha. E, wale ambao watakuwa na vingoma vyao basi e, wamekatazwa. Vijora havitaruhusiwa mule ndani. ZFF wameweza kutoa taarifa na kuweza kutamatisha hivyo. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote, mdau wa burudani 254 UG, Uganda Wize, ili sasa online digital subscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.